Bwana olinam na eolima. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Ilikuwa kabla ya sikukuu ya Pasaka. Yesu yake ya alijua na kuwa saa yake imewadia ya kuondoka ulimwenguni humu hapa kwenda kwa Baba, naye kwa kuwa aliyowapenda watu wake waliomo ulimwenguni Iskarioti nia ya kumsaliti Yesu ali akijua ya kuwa Baba ameweka vyote mikononi mwake na ya kuwa ametoka kwa Mungu na anakwenda kwa Mungu, aliinuka kutoka mezani, akaweka kanzu yake kando, akachukua kitambaa cha kitani akajifunga kiononi, kisha akatia maji katika chombo. Akaanza kuiosha miguu ya wafuasi na kuifuta kwa kitambaa alitojifunga. Alipokuja kwa Simoni Petro, huyo akamwambia petro akamwambia wewe <coughs> utaniosha miguu mimi hata kidogo yesu akamjibu nisipokuosha huna ushirika nami simoni petro akamwambia bwana si miguu yangu tu hata na mikono na kichwa yesu akamwambia

Halivaa tena nguo zake akaketi mezani. Akawaambia: Je, mmeelewa hayo niliyowatendea? mwaniita mwalimu na bwana tena wahaki, maana ni hivi. Basi kama mimi niliye bwana na mwalimu, nimewaosha miguu, imewapasa ninyi pia